Tukio la wao kualika watu njooni tufuturu kwa pamoja, ama siku fulani mtafuturisha, alafu watu walokwenda ni mchanganyiko, kuna Waislamu na wasokua Waislamu. Ndio maana nimesema kwa wale Waislamu walokwenda itabaki kuwa kawafuturisha ni futari, kwa wale wasokua Waislamu itabakia kwamba wamealikwa kwenda kula chakula. <tipu> Alhamdulillah, mapokezi yalikuwa ni makubwa sana, Taban kwamba mimi kila mwaka nashukuru, namshukuru sana Mwenyezi Mungu na kuwashukuru wakazi wa hapa katika kisiwa cha Zanzibar mm. kila mwaka kuanzia mwaka wangu wa kwanza mpaka mwaka wa kumi wananipokea vizuri, wananikirimu vizuri, lakini kwa mara hii wamezidisha, kwa sababu nilitoa taarifa na kuja na mwalimu wangu. Sasa kwa ile furaha ambayo kwamba ilikuwa wanayo ilikuwa ni zaidi kwa sababu kwa muda wa miaka kumi nashirikiana na wao, kwa hivyo walikuwa wanahamu kutaka kumjua mwalimu wangu ni nani, eh, ni nani? Kwa hivyo alhamdulillah, mapokezi bila shaka kama jinsi ndugu zangu nyinyi waandishi wa habari muliona kwa macho yenu, mapokezi yalikuwa ni makubwa. Watu walitoka msikitini paka nje kwa furaha kubwa, wakaja wakatupokea. Alhamdulillah, yani, bila shaka mapokezi yalikuwa ni makubwa, na yote hii ni baraka ya mwalimu wangu, nitasema tumeona watu kama vile wana sijui niseme wanalalamika kwamba muda uliotumia pale kwa ajili ya darasa lile muda umekuwa kama hautoshi, labda hili likoje? Kwamba ndio muda unatumia mfupi vile ama, leo labda kwa heshima ya mwalimu ukaona, a mimi hapa panatosha, ni mwache mwalimu naye pale. Mimi takriban nikiwa natumia muda kwa sababu nikianza kuzungumza saa saba na robo huwa nazungumza mpaka saa nane kamili huwa nachukua dakika 45 kila mwaka huwa nachukua dakika takriban 40 mpaka 45, lakini kwa mara hii nimezungumza, nafikiri kama sikosei, kama dakika 15 tu, na sidhani kama nimefikisha hizo dakika 15. Nimezungumza kwa uchache, kwa sababu ni bahati kubwa, mimi sauti yangu imezoeleka kila mwaka sasa, na sauti kama hii geni, sauti kama hii geni ya dhahabu, ambao watu walitaka kufaidika, na mimi sikutaka kuwanyima ile furaha yao, kwa sababu hata mimi binafsi pia nilitaka na mimi nikae pale nipate kusoma mengi kutoka kwa mwalimu wangu. Kwa hivyo ndio maana nikaamua kutumia hikma nitumie dakika chache, kwa sababu kwanza mimi nilikuwa sitaki kuzungumza kabisa, bora ni kuambia ule ukweli. mm -hmm. Binafsi mimi nilikuwa nataka tu nisimame nitoe salamu, alafu mwalimu azungumze ni mwache yeye, kwa sababu yeye kutoka nje ya Kenya haswa katika Ramadhani huwa hatoki, okay. kama jinsi mwenyewe alivyosema. Kwa hivyo nikasema hii ni fursa, nimwache yeye azungumze, mimi nitoe tu salamu nimkaribishe, lakini nilijaribu kumshauri akakataa, akanambia la, zungumza hata kama ni kidogo, usi usitoe tu salamu, zungumza. Lakini mimi binafsi furaha yangu nilitaka na mimi nikae chini, niwe ni katika wasikilizaji na mimi nipate kufaidi kutoka kwa mwalimu wangu watu wanafarijika wanapokuona wewe. Lakini wewe je, umejisikiaje ulipompisha mwalimu sasa? Yeye ndio yuko pale ana, anatoa darasa ama anasomesha, wewe umekaa sasa kama wanafunzi walivyo wengine, umejisikiaje pale? Bila shaka nimejisikia furaha kubwa kwa sababu nimekumbuka wakati niko madrasa mm. japo kwamba kwa hivi sasa kusoma eh, kwa shehe langu ni kwa njia ya simu mm, au nimfuate nyumbani kwake, lakini nilivyokaa pale ikawa namsikiliza yeye basi, nilileta zile kumbukumbu kumbu za nyuma, nilijihisi niko darasani na wanafunzi wenzangu kwamba tunasoma. Nilifurahi sana, alhamdulillah. Tukio lile la, la, la kukumbatiwa na watu, wanakupa mikono, wanakubusu, unalipokeaje wewe tukio yale? Watu yote kuyafanya wanayafanya kwa mapenzi, unajua mtu anapokuja kukusalimia na kukutaka kukubusu mkono na kutaka kukumbatia yale huwa ni mapenzi. Bora mimi ni nikuelezee na nizungumze swala hili kule kazi, yale huwa ni ni mapenzi, ingawa mimi sipendi mtu mtu kunibusu mkono lakini mm, saa ingine huwa ni uzito, mtu akakushika mkono kwa nguvu, huwezi kutoa, amekukamata mkono, huwa sipendi, kwa sababu sijafikia mimi kubusu mkono, sijafikia kabisa kabisa kabisa kabisa lakini kule kubusu mkono kuna daraja zake? Ndio, kwa sababu mtu kubusu mkono, atakubusu mkono labda pengine kiumri umepita kiumri, labda na kuheshima na kubusu mkono kutokana na umri wako, au labda na kubusu mkono kutokana labda wewe una, una ilmu. lakini mimi sina ilmu, paka sasa mimi mwanafunzi bado nasoma bado, mimi ni mdogo na kiumri, bado mimi ni mdogo sijafikia mimi kubusu mkono lakini kwa jinsi watu ulivyoona kukumbatia, kutaka mtu ana lazima kubusu mkono, mimi naweza kusema ni mapenzi. Unajua, binadamu anapoathirika na binadamu mwenzake, basi bila shaka ile shauki ile mahaba yanavyomwingia ya, basi mtu anaona mimi labda huyu nikimpa mkono la ha, yaani bado sijatimiza ile furaha yangu, furaha yangu nataka mimi nimkumbatie furaha yangu mi nataka nimbusu. Kwa hivyo yale yote mi nayachukulia kwamba ni mapenzi, ingawa kimimi ki umri wangu na kwa uchache kidogo wa elimu nilosoma sijafikia mimi kubusiwa mkono wala mimi wasipende kubusiwa mkono, ila nasema yale ambayo kwamba watu walikuwa kafanya ni mahaba, ni mapenzi. ni sikuchosha sana. Kuna tukio limejitokeza pale msikitini wakati eh, tumemaliza ilisomwa nashidi pale, iliyopelekea mpaka eh, simba wa twarika akatoa chozi. Tukio hili labda unalizungumziaje? Lile tukio kusema la kweli ni zito, maana hata mimi mwenyewe pia nilitokwa na machozi mwamba yule mm, alivyokuja pale na akanambia Sheikh Alhatimy, nataka mm, na kasida yangu nataka kuitoa. Basi alivyokuja kuniomba mimi, moja kwa moja nikamwambia fa tafadhal mashkuran, tuburudishe na sisi tupate kufurahi akatukusanya pale, mashallah mashallah. Mwenyezi Mungu mzidishie kipaji chake cha sauti, sauti iliyokuwa nzuri. Basi alivyoanza muadha muadha ya Ramadhan, bila shaka kila mmoja pale alinamisha kichwa na kutokwa na machozi, kwa sababu hii ni hali nzito sana kwa kuona neema kama hii ya mwezi wa Ramadhani inatuondoka, kwa sababu kasida yake aliyoitoa pale ilikuwa ina ujumbe muhimu sana ujumbe wake ni kuwa Ramadhani inatuondokea, Ramadhani ndio inakwenda mm. Sasa na ukiangalia watu walioko pale wakifikiria, kwanza wote wako kwenye saumu, alafu wako kwenye Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, alafu wakifikiria zile tarawihi zao walikuwa wakiswali, yani imewajia ghafla tu ile huzuni mpaka Sharifu nafikiri mmemwona Sharifu mwenyewe alishindwa, hata alipewa nafasi ya kutoa dua alete dua tu pale tuondoke, lakini Sharifu pia kashindwa kutoa dua. Alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu insha Allah atubakishe katika ucha Mungu mpaka baada ya Ramadhani e, yani yote yale tuliyoepuka yale ambayo kwamba tulikuwa tukiyafanya ibada tulikuwa tukitekeleza, mambo yale ya haramu ulikuwa tukiepuka katika mwezi wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu twamuomba atubakishe katika msimamo huu, huu hata baada ya Ramadhani kumalizika inshaallah. Na, na tuko kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sheikh umetoka Kenya kule umekuja hapa Tanzania tuna, kuna, kuna utata unajitokeza, tunaomba utusaidie, muislamu kumfuturisha labda mtu asoku muislamu, hili likoje labda kumfuturisha asiyekuwa mwislamu si makosa. Kwa mfano kama mimi mimi ikiwa nimefuka, nimepika chakula futari na baada nimepika chakula futari na jirani yangu mimi si mwislamu sawa, si mwislamu nikamuita jirani yangu, njoo tufuturu pamoja, haijakatazwa. Umeshanifahamu? Haijakatazwa, si kwamba kuna uharamu yule, sio kwamba ile sasa itabadilika tu ile jina kwamba ile kwake itakuwa si futari, ni chakula. Tuelewane tu hapo, futari ni kwa aliyefunga yule. Atakapokuja pale kujumuika na mimi, jirani yangu na si Muislamu, naikamuita tukala chakula pamoja, itakuwa nimemwalika chakula, ile itakuwa si futari, kwa sababu futari ni kwa aliyefunga, lakini kisheria hakuna makosa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi na hata sio kwa Uislamu na akiamiliana aki, na wao vizuri kabisa, akiishi na wao vizuri, akiamiliana na wao vizuri. Na jirani hata kama si Muislamu, hata kama si Muislamu, una haki ya wewe kumfanyia mambo mazuri na kumkirimu na kumvuta, kumweka karibu. Si kwamba sisi tumeambiwa kwamba Muislamu mwenzako ndio umfanyie, hata si kwa Muislamu nchini kwetu Tanzania imejitokeza wasanii wa mziki, wasanii wawili ambao wote ni Waislamu. Kwa namna moja ama nyingine, kila mmoja kwa wakati wake ameandaa hafla ya iftar na akawaalika Waislamu na wasiokuwa Waislamu mpaka ikaleta changamoto kwenye mitandao ya kijamii. Labda kwa upande wako, nini unaweza ukalielezea tukio hili, tukio la wao kualika watu joni tufturu kwa pamoja ama siku fulani nitafuturishwa, lafu watu waliokwenda ni mchanganyiko, kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu? Ndio maana nimesema kwa wale Waislamu walokwenda itabaki kuwa kawafuturisha ni futari. Kwa wale wasiokuwa Waislamu itabakia kwamba wamealikwa kwenda kula chakula. Washanifahamu? Kwa sababu sioni kama kuna kosa, ila ni bora zaidi uzingatie kwa wale unaowaalika. Kwa mfano, ikiwa unataka heri na thawabu fadhila kubwa ni kualika maskini, maskini wale wasiojiweza na ukawachukua pia mayatima basi, bila shaka fadhila ni kubwa sana, na thawabu ajri kwa Mwenyezi Mungu, utapata thawabu kubwa sana. Umeshafahamu. Lakini sisi mambo ya kusikitisha ni kwamba utakuta hatuangali hawa, unakuta kama mtu kualika au unawalika watu wenye uwezo, matajiri sijasema kwamba ni makosa, nataka nisieleweke vibaya, kwa sababu lazima hapa ni nizungumze na nieleweke. Sijasema kwamba ni makosa tajiri kumfuturisha tajiri hapo, nataka nieleweke. Maana unajua katika mitandao hii unapozungumza jambo mara moja, mtu ana comment mm kwa mawazo yake tofauti, anakata kipande hicho hicho tu, anakata kile kipande. Narudia tena kusema, si makosa wala haijaharamishwa wala haijakatazwa wewe kumwalika nani, tajiri, mtu wa mwenye uwezo wa kumfuturisha, haijakatazwa kisheria, ila tunachokizungumza ni kwa tujaribu futari zetu kualika, tualikeni maskini kwa sababu kuna mtu ambaye kwamba hali yake ni nzito, mtu anafunga lakini hajui atakula wapi, au labda mtu pengine ana karibu zaidi ya wiki mbili kitatu hajui nyama iko vipi, wala hajala hata kuku. Sasa yule ndio haki zaidi, wewe unatakiwa umfuturishe. Lakini utakuta futari zetu za siku hizi ni mtu kutafuta sifa. Mwenyezi Mungu atulinde katika jambo kama hili na ambao ni kwamba ni janga limeenea katika ulimwengu leo, kufuturisha watu watafuta watafuta sifa mtu labda afuturisha kwa sababu anatafuta anatafuta umaarufu, apate kujulikana manifamo. Lakini ikiwa sisi kweli tunatakiwa kutengeneza futari kwa njia ambazo kwamba zitakwenda sawa, basi tuzingatieni sana kuangalia mayatima, maskini, basi bila shaka futari yako wewe itakuwa utapata thawabu nyingi sana kutohatmi. La mwisho kabisa kumalizia, nimepanga kutoa zakatulfitiri, na nadhani kwa jinsi ambavyo mnatufundisha unatakiwa itolewe kabla watu hawajatoka msikitini kuswali Idi. Nimekosa, nime lakini pengine labda mchana nilipotoka kwenye mihangaiko, Mungu akanijalia nikapata riski, nikaamua kutoa zakatulfitiri, hili likoje? Ile inapokelewa ama hili likoje kidogo hapo, yaani mchana baada ya Idi baadaidi zakatulfitri hakuna, kwa sababu zakatulfitri mwisho wa kutoa ni pale wakati khatibu akiteremka wa kwenye, kwenye mimbar wakati fitri zakatul fitri. wa zakatulfitri ndio ushamalizika. Kwa hivyo pale ukitoa baada hapo, hiyo haiiti zakatulfitri, muda wake ushamalizika lakini ni, nirejee swali langu labda nikurudishe ni nyuma kidogo. Nimepanga kwa dhati kabisa kwamba nitweza katolfitri kabla ya watu hawajatoka msikitini yeah. Lakini usiku wa, wa jana yake ama usiku wa kuangalia mwezi sikubahatika kupata kile ambacho nimekikusudia yeah. Ila baada ya swala nikapata nilichokikusudia, ndio maana yangu hapo sasa. Hapo utasamehewa, mimi nishakuelewa. Ni kwa sababu ilikuwa wewe huna kitu Taimu wewe huna kitu na huna chochote ukafikiria kwamba ukatega pengine labda mimi huenda nikafanikiwa usiku wa leo eh. Ukufanikiwa ukupata chochote, kwa hivyo Mwenyezi Mungu atakusamehe kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mtoaji riziki na anajua kwamba mja wangu huyu ilikuwa hana mm. Ni hakika ilikuwa hana na ilikuwa anao nia, kwa hivyo na wakati ukamalizika ukapita na bado wewe ikawa hauna Mwenyezi mm. Mungu atakusamehe, maana yake hukumu itaingia ni kwa wewe ilikuwa uwezo unao, unao uwezo hukutoa wewe mwenyewe uko busy, ulimwengu umekutawala, uko busy masaa 24 wewe na uwezo unao, atikisha khatibu ashashuka kwenye mimbar, baadaye ati mchana dhuhuri hu kuenda kutoa pale, haiswihi katika sheria. Lakini wewe ambao kwamba huna, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Ni chakula tu ile, sio kwamba haiswihi tutaita kuwa ni chakula kwa sababu mtu asiye kuwa muislamu. Ndio maana nimesema hata jirani yako, kwa mfano, jirani yako si muislamu, lakini kapika chakula. Nataka unielewe vizuri, jirani yako si muislamu kapika chakula na kakualika. Kiangalia mimi na ndugu yangu hapa, jirani yangu ni muislamu, akaja jirani, basi leo njoo tule chakula pamoja, umeshafahamu, njoo tufuturu sote, ingawa kwa kesi futari meshanifamu na akatengeneza chakula ukaenda, haina shida katika sheria na utakula, haina shida. Kama yeye ikiwa si shida kuja kula kwako, basi na wewe pia si shida. Lawa atakuita asiyekuwa mwislamu nyumbani kwake akapika chakula, basi jirani, njoo tule pamoja, najua leo umefungwa kwenye saumu, njoo tufutari pamoja, akakualika hamna ubayo wote na mtazamaji wa Nyundo TV Sanjari na wenzetu ambao tunashirikiana na Fedaus TV, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Na haya ni majumuisho ya ziara hii ya miaka kumi na moja ya Sheikh Mohamed Hatmi ambaye tuko naye hapa. Nimekwambia toka awali kwamba miaka kumi na moja takribani hivi hajawahi kuacha hata mwaka mmoja ndani ya mwezi huu mtukufu Ramadhani, wa Ramadhani hususan kumi hili la mwisho kutokea kule Watamu katika kaunti ya Kilifi kuja hapa Tanzania, huanzia Tanzania bara kule na kuja kuhitimishia huko Tanzania visiwani. Mengi umeona katika ziara yake, lakini pia mengi umeona katika mizunguko ambayo tumeweza kupita tukiwa tumepokelewa kifalme zaidi, escort kuanzia bandarini lakini pia eh, kwenda hotelini tulipokuwa tumefikia kutoka hotelini tulipofikia kwenda msikitini na kutoka msikitini kurudi eneo ambalo tumeandaliwa maalum kwa ajili ya sisi wote kwa pamoja kuweza kupumzika nikushukuru sana wewe ambaye umeweza eh, kuangalia hii toka mwanzo, do, full documentary ambayo imeandaliwa kwa ushirika wa Nyundo, TV, Sanjari, na Fedaus TV wakati wa Mungu, ndiyo, wakati sahihi. Muda wako ni mali komenti kuangalia haya, lakini pia zenu tunazifanyia kazi. Tukushukuru tena na tena na tena, Mungu akijalia ndani ya mwaka 1447 Hijiria, mwaka wa Kiislamu tukiwa hai mimi na wewe na mashehe wetu hawa, tutakutana tena katika mambo mapya zaidi. Tumeona mwaka huu amefanya utofauti, amekuja na mwalimu wake, lakini hakutaka ye mwenyewe kuongea kama vile ambavyo amezungumza. Wa alitaka wala wasalimie tu, lakini akaona hapana, nitumie walau dakika tano kumi hivi halafu nimpishe mwalimu wangu na ndicho ambacho kimeweza kufanyika. Endelea kuangalia Fidaus TV sanjari na Nyundo TV. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Mimi ni ripota wako kutokea marashi ya karafuu huku visiwani Zanzibar, Alhabib Mungia babyface sura ya kitoto, wabillah.